Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeibuka huko mtandaoni nadhani unafahamu kabisa kwamba ndoa ya Diamond na Zuchu ipo eh, hatarini kuvunjika. Wengine wanasema kwamba tayari ndoa hiyo bwana imeshavunjika. Na sababu ya ndoa hii kuvunjika, kwa mujibu wa wadau mbalimbali, kuna wengine hapa wanadai kwamba sababu ya hii ndoa kuvunjika bwana ni kwamba Diamond bwana amelazimishwa na mama yake, kwa sababu mama yake alikuwa hataki Diamond amoe bibi Zuhura, hivyo basi amemlazimisha aandike taraka tatu ili waweze kuachana, ndoa ivunjike hapo, kwa mujibu wa Mange Kimambi naye pia inasemekana alizungumza hayo. Sasa basi kitu ambacho kimekuja ku happen this time around ni kwamba kwa mujibu wa ambazo tumezipata za hivi karibuni ni kwamba inasemekana kwamba bwana, video Vixen wa nyimbo ya Salama, moja kati ya track ambazo zimetoka hivi karibuni, na hii ni nyimbo ambayo Diamond ameimba akiwa yupo na Barnaba humo ndani. Unaona bwana eh. Sasa katika hii nyimbo bwana ni kama kama unavoelewa kwamba Diamond Platnumz amekuwa uh, na hii history ya kuwa katika mahusiano au kupita na mavideo Vixen. Hivyo basi, moja kwa moja katika hii video bwana ya Salama ambayo amefanya Diamond na Barnaba, ni kwamba kuna huyu mrembo ambaye ni video Vixen wa hii ngoma, kwa sababu inasemekana kwamba Diamond amepita na mavideo Vixen katika ngoma nyingi ambazo ameshawahi kuzifanya, na hivi karibuni tu nadhani utakuwa unakumbuka kwamba yule Miss Rita alikuwa pia ni moja kati ya mavideo Vixen ambao walikuwepo katika baadhi ya nyimbo ambazo Diamond alikuwa ameziattend au alikuwa amezifanya. So this time around, katika hii video bwana, kuna huyu video Vixen mwingine. Video zimesambaa mitandaoni kumekupa na ukaribu uliopitiliza sana kati ya Diamond na huyu mrembo. Eh, bwana, jambo ambalo limepelekea watu bwana, kuzungumzia hii issue Umeona eh, wadau bwana, wameizungumzia hii issue. Kwa mujibu wa video za behind the scene ambazo zimesambaa, watu wanasema kwamba huenda eh, hii, hii ndio ikawa sababu ambayo imepelekea Diamond na Zuchu kugombana, na sio kwamba eti kweli wamepeana taraka tatu kutokana na kwamba mama yake amesisitizia swala hilo. Hapana, ni kwamba tu wivu hapa na pale. Kwa hiyo kuna huyu bidada bwana ambaye inasemekana kwamba ukaribu na behind the scene ya video ambazo zimesambaa, watu wakahisi kwamba huyu ndio chanzo cha Zuchu kumnunia Diamond, na hata siku ile katika final eh, wedding ya Duke